na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani migononi mwangu ndo ndo gazeti mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele timu hizi zinashuka namba zinawakataa simba yanga zashika hatima yao habari katika ukurasa wa tatu gazeti hili limeandika ken gold mwenye alama kumi na sita tanzania prisons alama kumi na nane kagera sugar alama kumi na tisa pamba jiji ishirini na mbili namungo ishirini na tatu na kmc ishirini na nne undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu Sababu Yanga kuitwa fasta kambini. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Masta Kamara namba moja bara. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Premier League ni Liverpool dhidi ya Everton, April mbili, saa nne kamili usiku. Liverpool pamoto, kabla ya mizunguko ya mechi za kimataifa Liverpool tayari ilikuwa inawakosa masta. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nne wa gazeti hili. Kufuzu World Cup leo ijumani England dhidi ya Albania mchezo w saa 4 na dakika 45 Wembley, na hivi ndivyo ambavyo limeleka gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Magazeti ya habari habari za michezo no na burudani. Mikononi mwangu na gazeti ya habari leo lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mwisho wa gazeti hili ni Taifa Stars ya paa kuifuata Morocco, mguto wakuna kichwa sakata la Yanga Simba Serengeti Boys yalenga fainali ya kombe la dunia. Jux amtambulisha mkewe kwa Kikwete, habari katika ukurasa wa ishirini na moja na hivyo ndivyo ambavyo ameandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. gazeti ni Pashe Mwanga Jamii katika ukurasa wake nyuma limeandika Simba Yanga mawindoni, mnyama aipigia hesabu Almasiri huku Yanga ikifuata rekodi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu gazeti hili limeandika Simon Msuva tumejipanga kuiduaza Morocco. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu. Amorim ashikilia hatma ya Sancho, habari katika ukurasa wa ishirini na moja. Na hivi ni ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga jamii, habari picha ikionyesha wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania wakifanya mazoezi. Gazeti Uhuru kweli daima, ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika bilioni mbili themanini za Rais Samia zimevusha BMT, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Taifa Stars hiyo Morocco, habari katika ukurasa ukurasa wa ishirini na tatu. Karia awaibua mkwasa Mungela, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Yanga Simba zengia mfichoni, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Chelsea yaibomoa Sporting, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru ukweli daima, lakini pia gazeti hili ikiandika, chaneza kutumia shilingi milioni mia moja sabini habari katika ukurasa wa 23 na gazeti Uhuru Kweli Daima linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV.